Uhali gani mtazamaji wa Zantime Media, karibu katika kipindi cha makala ya leo ambapo tumekusogezea makala maalum inayohusu mafanikio ya ligi ya Yamleyamle Cup. Ligi ya Yamleyamle Cup ni kombe linalochezwa kwenye visiwa vya Zanzibar kila mwaka, ikiwa ni moja ya mashindano makubwa na yenye ushindani wa hali ya juu katika visiwa hivyo. Licha ya kuwa na ushindani mkubwa, lakini kombe hilo limeendelea kubeba vizuri hisia za mashabiki mbalimbali. Mashindano hayo yalianzishwa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane na yalizinduliwa rasmi na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya michezo na utamaduni Zanzibar. Mashindano hayo mpaka sasa ni msimu wa saba na msimu wa mwanzo ya mashindano hayo waliweza kuchukua ubingwa timu ya uzisiti ya meli nne na msimu wa pili ya na watatu wa ligi hiyo walichukua ubingwa timu ya Mboriborini. Hatimaye, msimu wa nne walichukua Taveta City na msimu wa tano walichukua ubingwa timu ya Milini City na msimu wa sita walitwaa ubingwa Ponchiki na kwa msimu wa saba walitwazwa ubingwa timu ya Mwemakumbi Combine. Aidha, mashindano hayo yametoa hamasa vizuri na kuweza kuibua wadhamini mbalimbali wa kudhamini ligi hiyo. Kwa mwaka huu mashindano hayo yameweza kuwa na udhamini mkubwa kwa kuweza kutoa zawadi kwa timu na wachezaji waliofanya vizuri katika ligi hiyo. Kwa upande wa timu iliyofanya vizuri iliozawadiwa pesa taslim kiasi cha shilingi milioni ishirini na gari aina ya Costa, gari ya timu. Na kwa upande wa wachezaji waliofanya vizuri halikadhalika, kwa mchezaji bora aliyotoka timu ya Melinne City alipatiwa zawadi ya bajaji, na kipa bora aliyotoka timu ya Mwemakumbi Combine alipatiwa zawadi ya bodaboda. Ni hitimisho kwa kusema kuwa lengo kuu la mashindano hayo ni kuibua vipaji vya vijana wa mtaani na kutoa fursa kwa vijana hao kama inavyoonekana. Ana ligi hiyo ikishirikisha timu za mitaani imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza uhalifu katika jamii na vijana kwa kasi kubwa. Kwa makala za kusisimua na kuvutia endelea kufuatilia kupitia channel yetu ya Zantime, pia tunakukumbusha kusubscribe, kushare, kulike na kucomment pamoja na kutembelea kurasa zetu za social media. Makala hii imeandaliwa na kusoma nami Nasra Tahir, asante, kwa heri. Uhali gani, mtazamaji wa Zantime Media, karibu katika kipindi cha makala ya leo ambapo tumekusogezea makala maalum inayohusu mafanikio ya ligi ya Yamle Yamle Cup. Ligi ya Yamle Yamle Cup ni kombe linalochezwa kwenye visiwa vya Zanzibar kila mwaka ikiwa ni moja ya mashindano makubwa na yenye ushindani wa hali ya juu katika visiwa hivyo. Licha ya kuwa na ushindani mkubwa, lakini kombe hilo limeendelea kubeba vizuri hisia za mashabiki mbalimbali. Mashindano hayo yalianzishwa mnamo mwaka 2018 na yalizinduliwa rasmi na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Michezo na Utamaduni Zanzibar. Mashindano hayo mpaka sasa ni msimu wa saba, na msimu wa mwanzo ya mashindano hayo waliweza kuchukua ubingwa timu ya Uzi City ya meli nne na msimu wa pili ya, na watatu wali gihio, wali wa ligi hiyo walichukua ubingwa timu ya Mboriborini. Hatimaye msimu wa nne walichukua Taveta City, na msimu wa tano walichukua ubingwa timu ya meli nne City. Na msimu wa sita walitwaa ubingwa Ponchiki na kwa msimu wa saba walitwazwa ubingwa timu ya Mwemakumbi Combine. Aidha, mashindano hayo yametoa hamasa vizuri na kuweza kuibua wadhamini mbalimbali wa kudhamini ligi hiyo. Kwa mwaka huu mashindano hayo yameweza kuwa na udhamini mkubwa kwa kuweza kutoa zawadi kwa timu na wachezaji waliofanya vizuri katika ligi hiyo. Kwa upande wa timu iliyofanya vizuri, iliyozawadiwa pesa taslim kiasi cha shilingi milioni ishirini na gari aina ya Kosta, gari ya timu na kwa upande wa wachezaji waliofanya vizuri, hali kadhalika, kwa mchezaji bora aliyotoka timu ya Melinne City alipatiwa zawadi ya bajaji, na kipa bora aliyotoka timu ya Mwemakumbi Combine alipatiwa zawadi ya bodaboda Boda. Nihitimisho kwa kusema kuwa lengo kuu la mashindano hayo ni kuibua vipaji vya vijana wa mtaani na kutoa fursa kwa vijana hao kama inavyoonekana. Ana ligi hiyo ikishirikisha timu za mitaani imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza uhalifu katika jamii na vijana kwa kasi kubwa. Kwa makala za kusisimua na kuvutia endelea kufuatilia kupitia channel yetu ya Zantime. Pia tunakukumbusha kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, pamoja na kutembelea kurasa zetu za social media. Makala hii imeandaliwa na kusoma nami, Nasra Tahir. Asante, kwa heri. Uhaligani mtazamaji wa Zantime Media, karibu katika kipindi cha makala ya leo ambapo tumekusogezea makala maalum inayohusu mafanikio ya ligi ya Yamleyamle Cup. Ligi ya Yamleyamle Cup ni kombe linalochezwa kwenye visiwa vya Zanzibar kila mwaka, ikiwa ni moja ya mashindano makubwa na yenye ushindani wa hali ya juu katika visiwa hivyo. Licha ya kuwa na ushindani mkubwa, lakini kombe hilo limeendelea kubeba vizuri hisia za mashabiki mbalimbali mashindano hayo yalianzishwa mnamo mwaka elfu mbili na kumi na nane na yalizinduliwa rasmi na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Michezo na Utamaduni Zanzibar. Mashindano hayo mpaka sasa ni msimu wa saba, na msimu wa mwanzo ya mashindano hayo waliweza kuchukua ubingwa timu ya uzisiti ya meli nne, na msimu wa pili ya, na watatu wa ligi hiyo walichukua ubingwa timu ya Mboriborini. Hatimaye msimu wa nne walichukua Taveta City na msimu wa tano walichukua ubingwa timu ya Milini City na msimu wa sita walitwaa ubingwa Ponchiki na kwa msimu wa saba walitwazwa ubingwa timu ya Mwemakumbi Combine. Aidha, mashindano hayo yametoa hamasa vizuri na kuweza kuibua wadhamini mbalimbali wa kudhamini ligi hiyo. Kwa mwaka huu mashindano hayo yameweza kuwa na udhamini mkubwa kwa kuweza kutoa zawadi kwa timu na wachezaji waliofanya vizuri katika ligi hiyo. Kwa upande wa timu iliyofanya vizuri, iliozawadiwa pesa taslim kiasi cha shilingi milioni ishirini na gari aina ya Costa, gari ya timu. Na kwa upande wa wachezaji waliofanya vizuri halkadhalika, kwa mchezaji bora aliyotoka timu ya Miline City alipatiwa zawadi ya bajaji, na kipa bora aliyotoka timu ya Mwemakumbi Combine alipatiwa zawadi ya bodaboda. Nihitimisho kwa kusema kuwa lengo kuu la mashindano hayo ni kuibua vipaji vya vijana wa mtaani na kutoa fursa kwa vijana hao. Kama inavyoonekana ana ligi hiyo ikishirikisha timu za mitaani imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza uhalifu katika jamii na vijana kwa kasi kubwa. Kwa makala za kusisimua na kuvutia endelea kufuatilia kupitia channel yetu ya Zantime. Pia tunakukumbusha kusubscribe, kushare, kulike na kucomment pamoja na kutembelea kurasa zetu za social media. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Nasra Tahir. Asante, kwa heri.